karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. Habari za mda huu popote pale ulipo, natumaini unaendelea kubarikiwa na Bwana, mtazamaji wetu. Karibu Bukelebe TV. Hapa ndipo penye kuzungumzia masuala mbalimbali ya dini. Jiunge nasi kwa mafundisho ya kiroho na mijadala yenye kuelimisha. Ninakukaribisha katika makala hii ni Yustasela John. Karibu sana, ungana nami mwanzo mpaka mwisho. Na kwa siku ya leo tunalo somo zuri sana la kujifunza: usikate tamaa, Mungu anaona machozi yako. Kuna wakati moyo mwanadamu unachoka, unakuwa umefika mahali pa kuchagua kwa umakini, kuomba, kufunga na kumwambia Mungu, Bwana, nataka mwenzi sahihi, lakini badala ya furaha unaishia kuumizwa kudharauliwa au kuachwa bila sababu. Moyo unaumia na unajiuliza kwani, kuna kitu kibaya ndani yangu? Ndugu yangu, hapana, hakuna kitu kibaya kwako. Wakati mwingine maumivu haya si adhabu, bali ni darasa la kiroho. Mungu anakutengeneza uwe mtu bora kwa ajili ya baraka kubwa anayokuandalia. Kabla Mungu hajaweka mtu sahihi katika maisha yako anaruhusu wakosefu waje kwanza, si kwa bahati mbaya, bali ili ujifunze. Unapoumizwa unajifunza kudisen tofauti kati ya maneno matamu na moyo mwaminifu. Unapodharauriwa unajifunza kwamba thamani yako haiko kwa mtu, bali iko kwa Mungu. Unapoachwa unajifunza kwamba hata ukiwa peke yako, Mungu hakuwahi kukuacha. Kumbuka maneno ya Zaburi 34:18, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo, naye huokoa waliopondeka uliopondeka roho. Kila machozi unayomwaga hayapotei bure, ni mbegu za matumaini ambayo mungu atayakuza kwa furaha ya kudumu. Wakati mwingine Mungu anachelewesha jibu ili akujengee uvumilivu na imani. Kumbuka Abrahamu na Sara walichelewa kupata mtoto lakini Mungu hakusahau. Yusufu alitupwa shimoni, akawekwa gerezani, lakini mwisho wake ulikuwa utukufu. Hivyo nawe, ucheleweshaji si kukataliwa, ni sehemu ya maandalizi ya Mungu kwa baraka kubwa zaidi. Ellen G White aliandika, wale wanaomtegemea Mungu kikamilifu watajua kuwa kuchelewa kwa jibu la maombi si kukataliwa bali ni wakati wa imani kukua. Mungu anataka uwe na amani kabla ya kupata mtu sahihi. Mara nyingi tunafikiri tunapata amani baada ya kumpata mtu sahihi, lakini ukweli ni kwamba Mungu hutaka kwanza atujaze amani ndani yetu kabla hajaleta mtu wa kushirikiana nasi. Amani ya kweli haiji kwa kupendwa, bali kwa kumpenda Mungu zaidi ya kitu chochote. Filipi nne saba inasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ukishaipata amani hiyo, hata mtu atakayeingia maishani mwako ataikuta tayari, si kuitafuta kutoka kwako, bali kuiongezea. Usiruhusu waliokuumiza wa kufanya uamini kwamba upendo wa kweli hauna maana. Kuna watu sahihi bado wapo, wanaomcha Mungu, wenye moyo safi. Wanaweza kuchelewa kuonekana, lakini Mungu anajua namna ya kuunganisha katika wakati wake. Kama ulijitoa ukaumizwa, na bado una moyo wa kusamehe, hiyo ni ishara ya ukuaji wa kiroho, maana mtu anayeweza kupenda tena baada ya kuumia ni mtu ambaye amejengwa na neema, si na chuki. Usiogope, baraka yako haijaibiwa, imehifadhiwa. Mungu anaendelea kuisafisha na punde utakapokuwa tayari, atifunua kwako wakati huo utaangalia nyuma na kusema kama yusufu mlikusudia kunidhuru lakini mungu amekusudia iwe mema mwanzo 50:20 endelea kumtafuta mungu zaidi kuliko unavyotafuta mwenzi usijifungie mioyo bali jifunze kwa hekima si kwa hofu weka maisha yako kwa altale ya maombi kila siku jitunze kiroho na kihisia soma neno hudhuria ibada jishughulishe na huduma na zaidi ya yote, subiri kwa imani. Mungu yule aliyeleta Rebeka kwa Isaka, Luthi kwa Boazi na Maria kwa Yusufu bado ni yule yule, hatabadilika. Usijali, hujachelewa wala haujakataliwa. Wewe ni mpango wa Mungu ulio hai, na kilio chako hakijapotea hewani. Mungu atakulipa kwa machozi yako yote kwa wakati wake kwa njia yake na kwa mtu sahihi ambaye hatakuumiza bali atakuombea atakulinda na atakusaidia kumkaribia Mungu zaidi. Kuna wakati moyo huumia unapojitolea kupenda kwa dhati, lakini unajikuta umeachwa na majeraha. Unajiuliza, je, Mungu ananiona? Ndugu yangu, nao Mungu anakujua kwa jina Ameona machozi yako, amesikia kilio chako na anajua jinsi unavyohisi. Maumivu haya si adhabu, ni maandalizi ya baraka kubwa. Wale waliokuumiza walitumika kukufundisha kujua tofauti kati ya maneno matamu na moyo mwaminifu. Usiogope tena kupenda, kwa maana Mungu hajamaliza kazi yake ndani yako. Mtu sahihi atakuja, si kwa bahati, bali kwa wakati wa Mungu. Subiri kwa imani kwa sababu Mungu hajachelewa, hajakusahau na hajakata tamaa na wewe. Ndugu yangu, najua wakati mwingine moyo huo umechoka, umeomba, umesubiri, umeamini, lakini bado unaona kimya. Wakati mwingine machozi yanatiririka bila maneno, na unajiuliza Mungu, unaniona kweli? Lakini nataka nikuambie kitu leo, ndio Mungu anakujua kwa jina. Ameona kilio chako na ameyahesabu machozi yako yote. Hakuna tone hata moja lililopotea bure. Wakati huu unachopitia, si mwisho wa hadithi yako, ni sehemu ya safari ya Mungu kukuandaa kwa baraka iliyo bora zaidi. Sasa, kabla hatujamaliza, hebu tuchukue muda huu wa utulivu, tuweke pembeni mawazo yote ya hofu na maumivu na ya kukata tamaa tuweke mioyo yetu wazi mbele za Mungu, tukimruhusu atuguse, atupumzishe na atutie nguvu upya. Hebu tufunge macho yetu na tuingie katika maombi haya ya moyo. E Mungu wa rehema na upendo usio na mwisho, ninakuja mbele zako leo nikiwaambia wale wote wanaosubiri, hasa huyu ndugu yangu ambaye moyo wake umechoka kusubiri mwenzi sahihi. Bwana, unaona kilio chake ambacho wengine hawaoni unaona machozi yake ya usiku na mawazo yake ya upweke yanapompita kila siku Mungu, na kuomba umguse kwa mkono wako faraja na tumaini. Mwambie ndani ya moyo wake kwamba hajachelewa wala hajasauliwa. Mwonyeshe kwamba kuchelewa si kukataliwa, bali ni maandalizi ya baraka bora zaidi. Wakati wengine wakiendelea mbele, mpe moyo wa kutulia akijua kwamba wewe ndiye unayepanga majira kwa ukamilifu. e Bwana, mpe amani katika moyo wake, amani ambayo haitegemei kama kuna mtu au hakuna, bali amani inayotoka kwako. Msaidia ajue kwamba thamani yake haipimwi kwa ndoa, bali kwa upendo wako usiokoma. Nakuomba Mungu, mwenzi sahihi unayeandaa kwa ajili yake umkuze pia kiroho kihisia na kimwili, ili watakapokutana iwe ni muungano wa kusudi lako, si tamaa ya muda mfupi. Wakati huu wa kusubiri, mpe nguvu ya kusubiri kwa furaha, si kwa hofu. Msaidia ajitunze, aishi kwa imani na aendelee kukutumikia kwa moyo wote. E Mungu wa tumaini, tafadhali futa machozi yake, badilisha maumivu yake kuwa ushuhuda, na mlete mtu atakayemwombea kumpenda kwa moyo safi na kumkaribia zaidi kwako. Na ninakushukuru Bwana kwa sababu najua majibu yako hayachelewi, yanakuja kwa wakati wako kamili. Katika jina la Yesu Kristo, rafiki wa wenye kusubiri kwa imani, naomba amen. Mtazamaji, Natumaini siku ya leo utakuwa umejifunza somo zuri, limekupa faraja na matumaini makubwa, wakati huu ukiendelea kumsubiri mwenza wako wa maisha. Tumejifunza ya kwamba hatujachelewa, bali mungu anatupa wakati ambao ni sahihi. Tuendelee kuamini, kuomba, tusisahau kujitunza. Mimi ni Yustasela John.